Jeshi la Israeli limetangaza kwamba jeshi lake la anga limezuia makombora mawili yaliyorushwa kutoka Yemen siku ya Alhamisi kabla ya kuingia kwenye anga ya Israel. Ving'ora vilivyoambatana na milipuko mikubwa ya mashambulizi ya anga vilisikika mjini Jerusalem, Tel Aviv na maeneo mengine ya Israel ya kati kufuatia kurushwa kwa roketi kutoka Yemen. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha kwamba vipande vya roketi vikianguka katika mji wa Adhahiria karibu na Hebron kusini mwa Kingo Magharibi unaokaliwa. Shirika la utangazaji la Israel limeripoti kwamba mfumo wa ulinzi wa makombora wa Marekani wa Ethadi Ulishiriki katika kuzuia makombora yaliyorushwa kutoka Yemen kuelekea Israeli. Televisheni ya Israeli yani, Channel 12 iliripoti kuwa maagizo yaliyotolewa kwa ndege iliyopangwa kutoka katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion ili kugeuza safari yake kuelekea Lankaja, Cyprus, sanjari na kuzuiwa na makombora hayo. Kwa upande wa Wahuthi wao walisema walilenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kambi ya kijeshi katikati mwa Israel kwa makombora mawili. Huku, huku televisheni ya Almasira yenye uhusiano na Wahuthi iliripoti kwamba makombora mawili yaliyotumika ni kombora la balistic la Dhualfika huku televisheni ya Almasira yenye uhusiano na Wahuthi iliripoti kwamba makombora mawili yaliyotumika ni kombora la balistic la Dhualfika na kombora la Palestine 2 la hypersonic. Kituo hicho kiliongeza kuwa Wahuthi pia walilenga meli za kivita za maadui katika Bahari Nyekundu, ikiwa ni pamoja na meli ya kubeba ndege za marekani truman waasi wa kihuti wanarusha makombora kuelekea israel kutoka yemen kwa kile wanachodai ni kuiunga mkono gaza huku israel ikirejelea operesheni zake za kijeshi katika ukanda wa gaza takriban siku kumi zilizopita kasi ya kurudisha roketi kutoka yemen imeongezeka huku jeshi la israel likiripotiwa kuzuia makombora sita katika kipindi cha wiki iliyopita hii ni sawasawa digital Habari kiganjani mwako.